Uh, hello wadau wetu wa Kingo Farm tunawakaribisha sana. Uh, tuendelee kujifunza vitu mbalimbali vinavyohusiana na ufugaji wa kuku. Sasa leo tutaangalia hii chanjo ya mafua pamoja na kideri. Yani, ni chanjo moja lakini inakinga mafua pamoja na kideri. Hii chanjo uh, ipo ya dukani na unaweza kutengeneza ya asili. Tukianza na hii ya dukani, uh, hii ya dukani ukienda kwenye maduka makubwa ya mifugo ndipo inapatikana hii chanjo. Aa, na gharama yake nadhani iko juu kidogo kwa maduka mengi inaanzia shilingi elfu kumi na mbili mpaka elfu kumi na saba inategemea na duka hilo wanauzaje lakini bei zake huwa zina range humo kwenye elfu kumi na mbili mpaka elfu kumi na saba ni chanjo ambayo inakinga kideri pamoja na mafua nje imeandikwa NDIB Newcastle Disease and Infection Bronchitis inakinga ugonjwa wa mdondo pamoja na magonjwa yote ya mfumo wa hewa kama mafua Aa, ukiwapa chanjo hii wako hata kama wakipata mafua itakuwa ni ngumu sana wewe kutambua, au yatakuwa hayawatesi, watabaki kwa keria tu yale mafua, lakini kwao yatakuwa sio changamoto kwao, yani watakuwa hawafi kwa mafua. Unaweza ukapata mafua ukaenda baadaye ukabaini dalili za mafua ukawatibia wakapona na wasilete effect yoyote ile uh, ukiwa umewapa hii chanjo. Na kama utakuwa unaikosa hii chanjo au kama unapenda kutumia ya asili, basi nisikilize mpaka mwisho ili ujue unawapaje au unatengeneza vipi hii chanjo o ya ndib ya asili na ikakinga kideri pamoja na mafua

moja ni lazima ukawapa hii chanjo. Kama utashindwa ya dukani, basi hakikisha unawapa ya asili, ili kuwakinga na mdondo pamoja na mafua. Kwa wale wafugaji wengi wa saso, hata ndani bro, nadhani wengi wanalalamikia hii changamoto ya mafua, lakini tu ni kushauri. Kama utawapa vizuri hii chanjo kuku wako, iwe ya dukani au ya asili, basi kuku wako watakuwa hawana hizo changamoto za kideri pamoja na mafua. Inafanya vizuri sana sana sana, ufanisi wake ni mkubwa sana kwenye kukinga hayo magonjwa. Uh, sasa tuangalie namna ya kutengeneza huu mchanganyo wa asili ambayo unakinga kideri pamoja na, na mafua. Kitu cha kwanza unatakiwa kuwa na majani ya aloe vera. Andaa majani ya aloe vera ya saizi ya kati matatu. Aa, na kitu ki cha pili andaa kitunguu maji kimoja cha saizi ya kati kisiwe kikubwa sana au kidogo sana kiwe tu cha saizi ya kati kitunguu maji kimoja halafu utakuwa na vitunguu saumu kama ni vidogo vidogo weka vitatu kama ni vikubwa weka viwili Visiwe vikubwa sana kama vile vya Mchina. Hapana, viwe tu hivi vya asili hivi vya kawaida hivi vya kienyeji. Kama ni vikubwa vikubwa viwe viwili, kama ni vidogo vidogo viwe vitatu. Sio punje, kitunguu saumu chenyewe kizima ninachokizungumzia na punje zake zote. Kama ni vidogo vidogo viwili, kama ni vi, kama ni vidogo vidogo vitatu, kama ni vikubwa viwili. Halafu andaa pilipili tano, ziwe pilipili kichaa au pilipili za mwendokasi ziwe tano. Aa, na kitu kingine hapa utakuwa na tangawizi kubwa ambayo kama utaipima kwenye mzani iwe na sasa lakini ukiitumia hiyo yote lazima tu utapata matokeo mazuri, yote inatumika na yote inafaa. Kwa hiyo kama kuna marobaini wa kisasa au wa asili, basi utakao upata wote ule utachuma yale majani, utayaweka kwenye jagi la lita mbili, utayashindilia kabisa kwenye lile jagi la lita mbili. Baada ya hapo utavichukua hivyo vitu vyote, unaenda kuviblend au unaenda kuvitwanga kwenye kinu. Kama utakuwa hauna blenda, basi kavitwange kwenye kinu vizuri kabisa vitwangike. Baada ya hapo nenda kaviweke kwenye maji. Uta, utaloweka kwanza kwenye maji kwa muda kama wa nusu saa ili viweze kujichanganya vizuri kabisa. Ukisha viloweka kwa muda wa nusu saa, koroga tena vizuri kabisa, koroga. Baada ya hapo, nenda kawape kuku wako au vifaranga wako. Aa, kama ni utataka kuwachanja kuanzia vifaranga, basi nenda kawape ile siku ya saba, ya nane na ya tisa. Kila siku utengeneze mchanganyiko mpya. Usiutengeneze tarehe saba ukawapa mpaka tarehe tisa, hapana kama una kuku wachache utaenda unagawa kwa nusu na utaweka kwenye maji lita tano. Aa, kama una kuku wengi basi unaweza ukawapa lita kumi na kadhalika, inategemea utaongeza kutokana na idadi ya kuku na idadi na kiwango cha maji ambacho utakuwa umekiweka. Utakuwa unawapa siku tatu tatu, utawapa siku ya saba utatengeneza mwingine, ya nane utatengeneza mwingine, na ya tisa utatengeneza mchanganyo mwingine. Baada ya hapo utakuja ile siku ya ishirini na moja, ishirini na mbili na ishirini na tatu. Na baada ya hapo utakuwa unawapa kila baada ya wiki mbili unatengeneza mchanganyo mafua lakini, kuku wako akiwa tayari tayari wameshapata ugonjwa huu, basi tunakushauri uende ukatengeneze mchanganyo ambao unaenda kutibu, sio tena kukinga, unaenda kutibu magonjwa hayo. Hiyo michanganyo yote ya tiba unaipata kwenye kitabu chetu cha tiba za asili za kuku. Tuna kitabu cha tiba za asili, ni kizuri sana sana sana sana, kina tiba zote, kinga zote za asili, vitamini za asili, na namna ya kutengeneza na namna ya kuwapa kuku wako ili waweze kuwa na afya bora. Pia tuna kitabu cha safari ya ufugaji. Safari ya ufugaji tumeweka toleo la kwanza na toleo la pili. Ni kitabu kizuri sana, kinakupa miongozo mizuri ya ufugaji. Pia tuna kitabu cha ufugaji wa broiler ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Tuna mwongozo maalum wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Kwa hiyo mpaka sasa tuna vitabu sita ambavyo vinafanya vizuri kabisa. Inategemea wewe unafuga kuku wa aina gani, au unakutana na changamoto gani? Ukitueleza changamoto yako, au kuku aina ya kuku unaofuga, basi tutakushauri upate vitabu gani ambavyo vitakupa mwongozo mzuri kwenye kuwafuga, kuwatengenezea chakula, busta, chanjo, tiba na kadhalika, tutakuelekeza na utafanikiwa vizuri kabisa. Gharama ya kila kitabu ni shilingi elfu kumi tu. Ukilipia unatumiwa soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Pia tuna kundi la mafunzo ya ufugaji ambalo ada yake ni shilingi elfu nane kwa muda wa miezi miwili. Ukijiunga na hili kundi uh, utapata darasa la namna ya uleaji wa vifaranga, utaweza kuuliza maswali na utajibiwa. Lakini vile vile uh, kama unahitaji ushauri kuhusiana na sehemu ambao utaweza kupata vifaranga wazuri na utawafugaje, basi kama una maswali ya aina hiyo, tunakushauri ujiunge na ile kundi letu, ili uweze kupata masomo ushauri kama ambavyo nimekuelekeza. Ada yake ni elfu nane tu kwa muda wa miezi miwili. Kama unahitaji huduma zetu, basi utachukua namba hapo kwenye video, utatupigia au utatutumia ujumbe. Kama utakuwa unahitaji fomula za chakula, pia zipo. Kama kuku wako hawatagi au wanenepi, tutakuelekeza uwape fomula gani. Fomula ni shilingi elfu tano tu, ukilipia nayo unatumiwa soft copy kwa njia ya WhatsApp. Kama una changamoto yoyote ya ufugaji, unaweza kututafuta, lakini hakikisha uko tayari kulipia ili uweze kuhudumiwa. Asante sana. Tunawapenda, tunawakumbusha kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.